Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Juza TV, na mimi mtangazaji wako John Kitaa, mtoto wa kitaa, kitaa kimenilea na kitaa kimenikuza na mpaka leo nipo kitaani. Karibu ndani ya Juza TV. Leo nataka nikuletea habari njema kabisa kuhusu kesho, siku ya Jumamosi kutakuwa na kitu kimoja hatari sana pale mifta ya Msimbazi Center. Juza wanafanya hafla ambao watakalo kuwa nalo Juza kesho mafunzo ya afya ya waokota taka wa jiji wa Dar es Salaam. Mnakaribishwa wote. Watatoa pale mafunzo mengi kwa ajili ya taka, watatoa tiba, watatoa vitu vingi sana. Wewe kama mdau wa mazingira, mdau wa vijana, mpenda vijana, mpenda kusaidia vijana, unakaribishwa siku ya kesho. Usikose kutufuatilia siku ya kesho, usiondoke ndani ya chaneli yetu ya Juza TV, maana kuna vingi vya kujifunza hata wewe pia utajifunza kupitia Juza siku ya kesho, usikose kabisa. Ni mimi mtangazaji wako John Kitaa, mtoto wa mtaa.